Mtu wa Mungu, sababu ya nne ya kwa nini maombi yetu hayajibiwi ni kuto kusamehe wengine. Kuto kusamehe ni kizuizi kikubwa cha maombi. Yesu mwenyewe alisema wazi kwamba ukisimama kuomba, samehe. Ukikataa kusamehe, Baba wa mbinguni pia hata wasamehe ninyi. Na anasema katika Marko 11 mstari wa 25 mpaka 26, anasema kwamba "Msimamapo kusali sameheni kila mtu eh, ili baba yenu wa mbinguni naye apate kuwasamehe ninyi makosa yenu." Lakini anasema kama hamtawasamehe na ninyi pia hamtasamehewa. Anasema hivyo hivyo pia hata katika Mathayo sura ya 6 mstari wa 14 hadi 15, anasema kama mkiwasamehe watu makosa yao baba yenu wa mbinguni pia atawasamehe na ninyi, ila wa msipowasamehe na ninyi pia hamtasamehewa. Kwa hiyo ile kitendo cha kushindwa kusamehe, tayari umeshajiwekea kizuizi huyo mtu wa Mungu, hata kama kosa ni kubwa kiasi gani, ruhusu moyo wako kusamehe. Na wakati mwingine shetani huwa anainua watu watuumize vibaya mno, watutendea mabaya. Na wakati mwingine ni watu ambao tumewapenda sana, tunawaheshimu sana, tunawajali na kuwaamini sana. Hao hao ndio shetani anapenda kuwatumia kwa, kwa sababu anajua akimtumia mtu from nowhere hawezi kukuumiza sana, lakini <laughs> akimtumia mtu ambayo unampenda sana Aisee itakuumiza vibaya mno. Itakupa kidonda ambao utakuwa huamini muda wote. Kweli amenisaliti huyu. Kweli huyu ndio kunifanya hivi. Kweli huyu ndio kunitendea hivi. Tutaona anajua. <naniwa> Kwa hiyo anakuwekea kikwazo ili ushindwe kusamehe ili maombi yako wewe yasifike mbele za Mungu. Kwa hiyo kubali, kubali mtu wa Mungu kwa sababu hayo maumivu unayoendelea kuyabeba mtu aliyekuumiza aliyokutendea ubaya yaendelea kuwa ni kikwazo kwako kwenye kwa, kwa ya safari yako, kwenye ya mafanikio yako kwayo, na kupokea majibu yako. Kwa hiyo nakushii mtu wa Mungu ruhusu moyo wako sasa hivi wako kubali kuwasamehe watu wote. Naungana na mimi kwenye maombi haya, hata kama unaona uzito, Mungu atakwenda kukusaidia kupitia maombi haya. Sema, Bwana Yesu, nachagua kusamehe kila mtu aliyeniumiza au kunikosea. Ninaachilia uchungu wote na kinyongo, na naachilia haki yangu ya kisasi kwako, maana kisasi si changu, bali ni chako. Mungu, nakiri nimepokea msamaha wako, kwa hiyo ninaweza pia kusamehe wengine, kwa jina la Yesu. Amen. Kiri kwa imani sasa, mtu wa Mungu, sema mimi nimesamehewa kwa sababu nimesamehe wengine. Maweza sifia sana, sema nimesamehewa kwa sababu nimesamehe wengine. Hakuna uchungu wala kinyongo tena moyoni mwangu. Kiri kwa imani, hakuna uchungu wala kinyongo tena moyoni mwangu. Maombi yangu sasa yanaenda moja kwa moja kwa Baba yangu wa mbinguni. Katika jina la Yesu Kristo, amen. Kuanzia sasa, mtu wa Mungu, utaanza kuona amani ndani ya moyo wako na utaona Mungu akijibu maombi yako. Umebarikiwa sana mtu wa Mungu.